Naitwa kamishina msaidizi mwandamizi Mohamed Shumajiadi, ni kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora. E, kwanza kabisa, tunashukuru e, shukuru serikali yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia nafasi tena. Hii ni mara ya pili sasa, e, maafisa 57 e, wamepandishwa vyeo na hawa ni sehemu yao maafisa 57 katika jeshi la zimamoto na uokoaji nchi nzima. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hili na tunaendelea tena katika kutekeleza majukumu yetu, na tunaishukuru serikali pia si kwa hili pia, pia kwa miundombinu. Serikali sasa inatununulia magari na sasa umeshakuja mzigo mwingine wa magari eh, hivi karibuni mtaona, ambao utasambazwa katika mikoa yote, gari za makamanda pamoja na eh, magari mengine ya ambulance kwa ajili ya huduma hizi hizi za kuokoa maisha ya watu na mali zao. Naitwa Kamishna msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Elisa Mugisha. Ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza. Tumefika hapa Tabora kwa zoezi la uvalishwaji vyeo. Tunashukuru serikali kwa ajili tumepandishwa vyeo na hapa naongea kwa niaba ya wenzangu. Yupo na kamanda kutoka mkoa wa Geita, tupo na kamanda kutoka mkoa wa Mara pamoja na kamanda mkoa wa Kagera. Kwa ujumla tumekuja hapa kuna vituo kadhaa vimetengwa kwa ajili ya uvalishwaji wa vyeo ikiwepo makao makuu Dodoma eh, kuwepo chuo chetu cha Dar es Salaam na chuo kingine kipo Chogo. Kwa hiyo sisi, eh, makamanda wengi wa kanda ya ziwa wote tumekuja hapa Tabora. Tunashukuru kwamba serikali imekuwa ikitujali sana Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kama alivyosema kamanda mkoa wa Tabora, si vifaa peke yake, pamoja hata upande wa maslahi na maeneo mengine tumekuwa kwa kweli serikali ikitujali sana. Na sisi tunaahidi kwamba kwa kupandishwa vyeo huu utatuongezea morali kwa utafanya kazi ya kuhudumia wananchi kwa weledi mkubwa pamoja na kwa ufanisi zaidi, kwa sababu tutakuwa tuna morali, na tunaomba wananchi wote waweze kutupa ushirikiano endapo napata janga lolote la dharura, usahau kupiga namba ya dharura ambayo ni moja moja nne. Badala ya kuanza kuangaika kwa tafuta watu na hapa na ndugu zako, hakikisha umepiga namba ya dharura moja moja nne ili msaada ukufikie kwa wakati. Vile vimepandishwa ngazi tofauti vya maofisa, lakini wengi waliopandishwa ni wale ambao wanashirikia wanashikilia nafasi fulani kwa mfano mimi nilikuwa mrakibu mwandamizi na mwenzangu hapa alikuwa mrakibu mwandamizi. Sisi tumeenda kwenye nafasi ya kamishna msaidizi, lakini a wenzetu walikuwa ni warakibu, sasa wanakuwa ni warakibu waandamizi, lakini wengine walikuwa ni warakibu wawasaidizi, wanaenda kuwa warakibu. Kwa hiyo vyeo vimepanda kwenye nafasi mbalimbali mbali tofauti tofauti. Omar Simba, mimi ni staff officer hapa Tabora, na tumepokea wenzetu ambapo afande RFO wa mkoa wa Tabora ameteuliwa ame kutupandisha sisi vyeo wa maafisa wa kanda ya ziwa. Hivi vyeo vimetolewa katika ngazi mbalimbali, mbali na kwa mikoa tofautitofauti, na hivi vyeo sio zawadi kama vilivyotolewa, ni ni zawadi, bali ni kutuwezesha sisi kuboresha huduma kwa kuhudumia wananchi kupitia jeshi la zimamoto na uokoaji. Lakini vilevile Mheshimiwa Rais amelenga katika kuboresha maslahi ya watumishi kupitia vyeo. Tunamshukuru sana kwa hilo, lakini pekee kabisa tumshukuru Kamishna Jenerali kwa kutuhudumia vizuri sisi maafisa na askari tulio chini yake. Kwa ujumla ametufanyia mema mengi sana e, kwa kipindi kichache alichokuwepo yeye, tumepata vyeo watu wote, lakini amejitahidi kutuunganisha na serikali kwa kutuletea vifaa vya maokozi, magari na vitu vingine. Lakini vilevile, anajenga mikoa, anajenga vituo anajenga majengo kwenye vituo mbalimbali mbali vya, vya, vya hapa Tanzania. Hiyo yote ni kuboresha shughuli za jeshi la zimamoto na uokoaji, tunawapongeza sana. Lakini vilevile tunawapongeza na askari walio chini yetu kwa kufanya kazi kwa uweledi. Lakini tunawapongeza vilevile wananchi kwa sasa hivi wamepokea, wanatupokea vizuri, wanatoa maelekezo, wanapokea yale maelekezo ambayo tunayatoa. Miaka ya nyuma ilikuwa na changamoto kidogo, kwa sababu tukifika kwenye matukio ya moto tunazomewa, tunapigwa mawe, lakini sasa hivi Imekuwa ni tofauti, yaani wanaelewa, hata kama tukichelewa wanaelewa tumechelewa kwayo, kwa sababu zipi. Kwa hiyo kwa ujumla, tunashirikiana pamoja na wananchi, tunashirikiana pamoja na taasisi zingine za serikali, na sisi wenyewe tuko tayari kwa ajili ya majanga, na washukuru wote pamoja na waandishi wa habari kwa kufika hapa kushuhudia hili tukio kubwa kabisa.